Naam, bwana moja kati ya vitu ambavyo vime make headline huko mitandaoni ni kuhusiana na video clip ambayo imekuwa ikimuonyesha moja kati ya mabondia huyu hapa ni Mwakinyo bwana. Ni kwamba katika hii video ni kwamba Mwakinyo amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na maisha, ametoa dawa, ametoa elimu nzuri tu kuhusiana na vitu vya kujifunza watu mbalimbali mbali. E, katika changamoto harakati mbanga za kutafuta maisha ya kila siku. E, katika harakati za kila siku za watu tofauti tofauti, tunafahamu kwamba Mwakinyo amekuwa akiandamwa na kesi au shutuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa na zimetrend sana huko mitandaoni, hususani kuhusiana na lile tukio la yule kijana ambaye anaitwa Ali ambaye inasemekana kwamba alikuwa anapita nyumbani kwa Mwakinyo akaokota nazi, Mwakinyo akamkamata na kumfungulia mbwa na, na kumjeruhi, ambapo hiyo kesi bado iko inafanyiwa bado ipo mahakamani actually na taratibu za kisheria zinaendelea kwenye swala zima la kukusanywa kwanza kwa ushahidi na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi, Mwakinyo ameachiwa, yuko nje kwa dhamana, alifanya interview, tumesha cover hizo story zote, lakini this time around ni kwamba Mwakinyo bwana ameamua kuzungumza Eh, kuhusiana na vitu ambavyo vimewaacha hoi au vimewaacha mdomo wazi watu wengi sana. Kuna vitu ambavyo Mwakinyo amevikiri, ambapo kiukweli lazima hata wewe pia ukiwa kama mdau utabaki mdomo wazi watu wengi sana. Uoga wanafanyaga hivi vitu siri, lakini Mwakinyo amekam clean, ameamua kuvizungumza bayana. Unaona bwana, nataka hapa nikusomee baadhi ya uh, eh, baadhi ya pages zivyo ripoti kuhusiana hii issue. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Mwakinyo afunguka mazito kuhusiana na mganga wake. Alafu akaelezea hapa kwamba bwana, bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania, Mwakinyo amesema kapambana, amesema kwamba kupambania ugali unalindwa na vitu vingi. Akaendelea, amesikika Mwakinyo akisema kwamba sitaki kuwa mnafiki. Huwa naenda kwa mganga wa kienyeji japo nimekulia na kulelewa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Hata katika karia yangu ya ubondia nimewahi kwenda kwa mganga. Ukipata nafasi ya kujipambania jipambanie, ugali unalindwa na vitu vingi. Mwakinyo alisikika akizungumza hivyo, umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa watu hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hivyo vitu ambavyo Mwakinyo amesikika akivizungumza kwa mfano kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hii hatari kabisa. Kwa mtu anasema bwana, alichozungumza ni kweli kabisa. Kwa mtu anasema bwana, kaka umeongea ukweli mwamba. Kwa mtu anasema bwana, msimamo wapi wewe, una kiburi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba uko sahihi sana, maisha ya Mwafrika yametawaliwa na shirki na kufanya shirki ambayo haimdhuru mtu sio dhambi. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba, okay, atasema mengi, subiri muda Ndo mambo ndo yameanza. Kuna mtu ameandikia hivyo, so it is what it is. Ukiwa okay, kama mdau wewe pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplai kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.